Jambo sana wa ndugu na kwa majina, naitwa Musa Juma Jinyo. Uh, assalamualeikum warahmatullahi wabarakatu kwa Waislamu. Mimi niko hapa kama vile kiongozi wa vijana wote wakimbizi wa dini ya Kiislamu Musenyi ya kwanza sawa vile Musenyi ya pili. Kwa hivyo leo tumekuwa hapa, tulikuwa na, na kaseremoni kadogo ama kalikuwa forme kasherehe ka presentation ya komite ya jeunesse islamique ya site Musenyi ya kwanza na ya pili vilevile tulikuwa na ordre du jour ambayo tulikuwa naongelea zaidi, ilikuwa ni reveil de jeunesse islamique. Reveil de jeunesse islamique, hiyo teme iliundiwa hivyo, ni juu ya kuona gisi vijana wa Kiislamu wametoka, ambapo walitoka mahali tofauti, tumekuja kutana nao ndani no ya site yetu ya Msenyi. Kwa hiyo komportement ambayo Waislamu walikuwa naafishe ilikuwa ni komportement yenye ilikuwa haiko nzuri mbele ya jamii kwa hiyo tukaona sisi kama vile kamati ya vijana wa Kiislamu tuitishe wenzetu wa vijana wa Kiislamu tuikae kwa pamoja juu ya kuangalia gisi ya kuboresha hali ya kuishi humu ndani ya site. na tuangalie gisi kupitia hali yetu ne itaboresha itatuma na wengine wa vijana wa dini zingine wala wa kabila zingine wala wa wafasi zingine, wa kabila ya Kirundi sabila Wakongomani wote waige kupitia sisi juu ya ku, wa, wa kufanya uongozi bora na ushirika bora umundani ya site yetu ya Mseni. Ndiyo, maandalizi gisi tumeandaa, tumeshukuru Mungu. Tulikuwa na wa-invite ambao tuli-invite. Tulishukuru Mungu, wote wamefika. Hata kama wakufika mpersone walituma, wawakilishi waliwakilisha pale. Na tukashukuru Mungu kuona gisi, eh, kamati kuu ya site yetu ya Mseni imetusapoti kwa njia moja ama nyingine, ambayo imetuma tukafikia malengo yetu hiyo yenye tulikuwa tunapanga. Na hiko tuwa peke na tumeshukuru na media ambayo Iko karibu yetu Itara TV nayo imetuma watu wake juu ya kuja kuona gisi wa vijana wote wa Kiislamu wamejiandaa pamoja juu ya kupata kitu kimoja na maendeleo pia ya site yetu ya Mseni. Wito wangu kuu kwa vijana wetu wa Kiislamu au vijana wote hapa site yetu ya Mseni ni kujua tumetoka wapi, tuko wapi wapi, tuko na tunatarajia kwenda wapi, kwa sababu mtu akishajua akisha vile vitu atakuwa anaepuka vitu vimoja kama vile kunywa pombe yolela, kuvuta bangi fanya maandamano yenye aina faida. Hiyo vitu ndio vitu ambazo tunakemea ndani ya site yetu ya Musenyi, na tunapenda kwa jene wote kama vile Waislamu na wakimbizi wote wa site yetu ya Musenyi, Wakristu sa vile Waislamu na warunzi wenzetu wenye wako pembeni, tuige tabia bora ambayo tatufanya kesho tufikie malengo yetu kama vile vijana